ninyi mmechuma kitu cha mali tu m wanasema, mali ni mali, kasab ni watoto. Maana Mtume kuja hadithi alwaladu min kasbi abihi, mtoto ni chumo wa iatambuka vizuri, chumo ya baba. Kaja kijana mmoja akamwambia, baba wangu wataka kuchukua mali yangu yote. Kama huyu kijana analamika, ambaye sio mali yote, ni nafikiri mzigo tu Mtume akawambia nenda na babako, anta wa maluka liabiki, wewe na mali yako baba wa baba sa babako amechukua mmachi babako mwenyewe ni wa